yao nikayapeleka mashambani, akaenda kulima mashamba ya vijana, tumewalimia bure. Nikaenda wizara ya elimu nikaomba trekta, tukapewa tano, zikapiga kuchabanga zikachabanga mashamba yale, tukagaia kila kijana ekari moja, alime kahawa ndani mle alete, aweke maharage na nini, akijiandaa kukabiliana na maisha yake mwenyewe changamoto tunayoipata, vijana wale wanasema hatuwezi kufanya kazi mpaka mtupe chakula cha mchana na cha usiku, kwa sababu sisi tuna shughuli zetu nyingine nyingi za kufanya. Ikafika wakati wa palizi, wakasema hatupalii, tuleteeni dawa ya kuua magugu maji magugu. Lakini juzi nimekwenda kuangalia shamba namba moja ambalo liko hapa Pana Muleba hapa panaitwa Makongora. Nikaita na wataalamu wangu wakiwemo wale maafisa vijana na maafisa maendeleo ya jamii na maafisa kilimo na mkurugenzi wa halmashauri na mkuu wa wilaya. Haya, kwa nini hatujapalia? Afisa maendeleo ya jamii anasema walikuwa hawataki kupalia, wamekuja kuomba fedha. Tumewapatia fedha kila mmoja laki nne na ishirini kwa eka yake moja ya kufanyia palizi. Hii laki nne na ishirini ni fedha ya serikali wamekwenda kusaini. Fedha hii ilitengwa kwa ajili ya kununulia mabomba, kusambaza mtandao wa maji mashambani na kununua mbolea kuweka mashambani ili mimea iweze kumea vizuri. Tumewalimia bure, tumewachabangia bure. Tulipoona wanashindwa kuchimba mashimo tukachukua na wafungwa wakaongeza nguvu. Tukaleta mbolea malori kwa malori, bure. Alafu kupalilia wamegoma, wamechukua laki nne na ishirini ya vibarua. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema kwamba serikali inafanya na ina ukomo wake. Lazima na sisi wananchi tuonyeshe nia na dhamira ya kweli ya kukataa umasikini. Tunaweza tukaweka nguvu kubwa kwenye kuilaumu serikali, kumbe serikali inatimiza wajibu wake na sisi wananchi tumegoma kutimiza wakweti Niwaombe sana ndugu zangu wana kagera wenzangu, hatutengenezi taifa la walemavu, tunatengeneza taifa la vijana shupavu. Sisi sote tukiwa watoto tulifanya kazi, tena kazi ngumu, na sisi tulianza kulima tangu mashuleni kama sehemu ya elimu ya kujitegemea. Mimi nilisoma Korogwe Girls. Unakuwa na plot yako kuanzia unapoingia shuleni, unaihudumia mpaka unapomaliza form 6, unaondoka nilipoenda Form 6, nilipoenda JKT, tulikuwa na shamba linaitwa Buba, unapangiwa mra, mraba kama kutoka hapa na sokoni mitano kila siku, na unailima unaimaliza. Ndio sababu tumeweza kumudu maisha, tukiwalea watoto wetu kama tunalea mayai. Tunatengeneza taifa la watu wavivu, tunatengeneza taifa la wazembe, tunatengeneza taifa masikini makusudi kale. Ombi langu viongozi wangu wa dini mlioko hapa, naomba kwanza mtuombee, tunahitaji maombi. Nilipita mahali fulani nikakuta wameandika dunia inahitaji maombezi. Naomba mtuombee, lakini cha pili mtukemee. Maana yako maneno, mimi naogopa kuyasema kwa sababu kwanza ni mgeni, mtani wenu muha kutoka hapo Kigoma lakini mkiyasema ninyi wenyeji yanaweza kueleweka vizuri zaidi na yasilete nongwa. Kwa hiyo naomba haya muyakemee. La mwisho ambalo nilitaka kulisema na